Na tukisalia huko pwani ni kwamba wazee wa Kaya pamoja na wanaotumia miti ya kiasili kwa dawa za kienyeji katika eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale, wanahofia kupoteza mila zao iwapo uchimbaji madini utafanyika katika msitu um, wa Kaya Mrima. Wizara ya Madini imepokea maombi kutoka kampuni mbalimbali kutekeleza uchimbaji wa madini tofauti katika msitu huo ulio na jumla ya kaya saba zilizohifadhiwa kwa zaidi ya miaka elfu moja. Sasa wanataka serikali kuwahusisha ili kuona jinsi ya kuhifadhi msitu huo endapo uchimbaji madini utafanyika. Sisi waganga tunaomba tupate hifadhi na sisi pale, tupate kujua hii miti ambayo itapotea, tutapata msaada aina gani kuhifadhi miti yetu, kwa sababu ndio dawa zetu tunazitumia. Kama kaya itaharibiwa, watuelezee ni sehemu gani ambayo inayo madini. Kama kaya basi itaharibiwa, tukae nao tujue hii kaya tutaifanya nini, na kama ni fidia, ni fidia gani ambayo tutalipwa, na kaya ile haya huwezi itoa na katika Mrima huu una kaya ndogo ndogo saba na sita, hiyo nyingine ni ya saba hapo katikati. Kupitia vikao vyetu tumeweza kufungua milango, ambapo kufikia sasa wanaweza kuingia katika msitu huu wa Mrima kuweza kufanya uh, yale maombi yao katika hali ambayo pia nao wanajihisi salama, maana tuliweza kuhusisha vile vitengo husika ili tukaweza kuwa na majadiliano na wao. Katika kila jambo kuna sheria ambazo zimewekwa na zinafaa kufuatiliwa, na zikifuatiliwa, basi hapata haribika neno. So tunawahimiza vikundu vyote kama ni CFA au kaya, kaya wenyewe na pia Kenya Forest Services waweze kukaa chini na kuweka mikakati mzuri ambaye pia itawasaidia.